Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunasema asante kwa baraka ya neno lako Bwana. Asante kwa maarifa yako, asante kwa siku hii njema ya baraka na ushindi. Mioyo yetu Bwana imefungua kusikia kutoka kwako asubuhi leo, kujengwa neno lako, kuhuishwa neno lako. Asante Roho Mtakatifu, maana ni mwalimu wetu pekee wa, pekee, wa thamani na tofauti, na unamhudumia kila mmoja wetu leo asubuhi leo katika namna ambayo hatujawahi kuiona. Tena Bwana maana fadhili zako ni mpya kila asubuhi, rehema zako ni za tofauti na za pekee Bwana. Asubuhi ya leo, gusa moyo wa kila anayetusikiliza Bwana, kwa utukufu na ubora wa neno lako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, Amina. Rhapsodi yetu ya jana ilikuwa nzuri sana yani... yeah. ah, linasema vyombo vya haki <laughs> na moja ya vitu ambavyo vilikuwa uh, inazungumza ni kwamba ulimwengu upo katika hali ya laana na uasema uharibifu mm -hmm. au uasema decay. Decay ni kama kuharibika au kuoza mm -hmm. yani, kupoteza ile thamani, ule ubora, ule uzuri mm -hmm. na ni kwa sababu ya lile kosa ambalo alilifanya Adam pale katika bustani. Kutokea pale, mauti ikawa imetawala mm -hmm. na mpaka Kristo anapokuja, of course, mauti ilikuwa inatawala ingawa kwa taifa la Israeli kuna jambo, kuna, kuna tofauti kidogo kwa sababu baada ya sheria kuja mtu ambaye alikuwa anaamini sheria na kuitimiza sawasawa mm -hmm. na, na kile ambacho sheria inasema au alikuwa anafuata sheria eh, mauti ilikuwa haina mamlaka juu yake. Kwa hiyo mauti ilitawala mpaka Musa alipokuja, yani, mpaka sheria ilipokuja kupitia mkono wa Musa mm -hmm. Kutokea pale yoyote ambaye angeipokea ile sheria na kuiamini na kuifanyia kazi basi mauti isingeweza kuwa kuna nguvu juu yake. <laughs> okay. Hawa ni maandiko yapo kusoma kitabu cha Warumi. Soma Warumi yote, of course, utaweza kuona vizuri kabisa namna ambavyo inaeleza mm. Ndani sura ya saba ya nane shuka rudi juu sita tano huko utaweza kuona namna ambavyo yeah. Eh, maandiko yanaeleza, lakini uh, Kristo alivyokuja, uh, uzima na neema vikaanza kutawala na yeyote ambaye anaamini sasa, sio tu Israeli sasa, sababu wakati huo sheria ilikuwa tu taifa la Israeli na wale ambao walikuwa na privilege au fursa ya, mm. ya kwenda kupata ile sheria na kuamini. Kwa hivyo mm. uh, kupitia Kristo uzima unatawala eh? kupitia uh, neema mm. katika ulimwengu wote. Kwa hiyo yeyote anayemwamini Kristo hana haja kuwa tena katika kongwa la mauti laana la kuharibifu, okay? Anaingia katika upya wa uzima mm. sasa moja ya baraka na ushindi wa kweli hii ni kwamba vitu vyote katika ulimwengu vilikuwa vimefungwa chini ya hii hali ya uharibifu, hii hali ya laana, na kama wana wa Mungu tunatakiwa kuvifungua hivyo vitu kuvileta katika uhuru wa wana wa Mungu. Kwa hiyo eh, reference kubwa ilikuwa natoka katika kitabu cha Warumi sura ya nane, kusoma kuanzia mstari wa kumi na tisa pale ukaenda mpaka ishirini na moja, utaona hilo somo na kwa nini ni muhimu? Ni kwa sababu mm. vitu kama nguo zako, nyumba, magari, mazingira yote yalikuwa yako subject, yani kama vile yametiishwa mm. chini, sio kwa sababu yanataka yenyewe, lakini kwa sababu yule mtawala aliyekuwa amepewa mandate au amri ya kuvitawala mm. alizingua kwenye mabano. Kwa hiyo ile adhabu haikumgusa tu yeye, ikagusa na kila kitu kilichokuwa chini yake okay. Kwa sasa wewe unavokuja kama mwana wa Mungu kama mtawala mpya uko hmm. ndani ya Kristo unatawala katika uh, haki vile vitu vitakuwa vikombolewe vitoke pale katika ule ile laana viingie katika uhuru wako ambao unakuja nao, umeelewa? Kwa hiyo okay. Ungesema ni yule mtu ambaye alikuwa amelazimishwa akae chini ya kongwa fulani, anasubiria, yani kama bosi wake akija eh? hmm. vile vitu vinaingia katika furaha yake, kama mwenye kufuga kuna na wewe ni yule mfugaji kweli, sio tu unajua unajua unaanza kutunza tu mnyama ndani lakini, <laughs> ufugi kama ni mfugaji, yani unahudumia wale ng'ombe mm. au ni kondoo mbuzi, kuna namna ukija, yani wale ng'ombe, mbuzi, kondoo wanafurahi kabisa mm. kama, kama ni mfugaji yote anatusikiliza, anaelewa hili, yes, ukiingia tu ndani utasikia, kama ni ng'ombe atalia fulani vizuri, mbuzi watacheza, kama ni mbwa anakukimbilia, anakunusa, anakulamba miguu yani mm. ana connection ana muunganiko na wewe. Okay. Na vile vile unakuta kwenye nyumba kama vile kama hiyo hmm. akifariki yule baba ambaye ndio alikuwa anahudumia hata wale wanyama wanahuzunika, na kuhakikishia hmm. unless kama unajui kufuga, kama umefuga unajua hili hichi kitu yani, utakuta kuna huzuni fulani inapita ndani ya ile nyumba mpaka kwa mifugo hmm. Anyway, kwa wale, wa, wale, wale, wale ambao ni eh, wanatusikiliza ambao ni wafugaji, wanaweza wakatuma meseji wa komenti kitu, nakwambia <laughs> inawezekana Dar es Salaam sijue, lakini watu walioko mikoani ambao wanafuga watakwambia. Kwa hiyo inamaanisha kwamba yule mwenye nyumba ana influence, ana athari fulani, ana ushawishi fulani juu ya yale mazingira yote mpaka wale wanyama sasa, <laughs> maandiko anasema kwa maana tunajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Ndio hivyo, yani hiyo ni e, Warumi nane ishirini e, na mbili, kwamba vinaugua, vina utungu, vina uchungu, vinataka kutolewa katika ile hali ya utumwa na ukandamizo. Na mstari wa kumi na tisa hiyo Warumi inasema kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Yani vinasubiria yeah. wana wa Mungu waje kuvikomboa kuvileta katika uhuru wao. Yani mkupe picha kwa mfano, wewe si mwana wa Mungu wewe, okay. Kwanza kuna malaika kwa ajili yako yeah. ambao wako assign na wewe, wanaokuhudumia kila mtu, hata yule ambaye hajako naye, lakini sasa ni kwamba anajua, anafahamu. kwa hiyo yeah. wewe ambao umezaa mara ya pili maisha yako na <laughs> the fact kwamba wewe ni kiumbe kipya, ya kale amepita, yote amekuwa mapya. Wale malaika wana wepesi wa kufanya kazi na we zaidi, na wana respond, wanaitikia katika kukuhudumia. Sasa ukitembea katika mtazamo huu na fikra hii, ukaenenda katika namna hii ya kuwaza, mazingira yako pale nyumbani, maombi unaofanya, neno la Mungu unalolitamka, tafakari ya neno unaoizungumza, unatengeneza mazingira sahihi kwa ajili ya uwepo wa Mungu kudhihirika ikiwepo wale malaika kufanya kazi pale, kwa vile vitu ambavyo viko chini ya himaya yako mm. kwa sababu ni mwana wa Mungu, vinapata athari njema ya mbinguni, tunaita heavenly, yani e ya uungu ambao unaobeba. Kwa hiyo unavyozidi kukua katika maarifa na uelewa wa neno la Mungu na kutafakari lile neno na kulizungumza, yani nyumba yako inakuwa kama vile kituo kit, yani kituo station ya malaika kuingia na kutoka kufanya kazi, kuhudumu aakasikabaya kwa hiyo, kila kitu katika ulimwengu wako kinaathiriwa na kweli hii. Nguo tu ulizovaa, gari unaloendesha au nyumba unayokaa, utukufu unabidi uwe pale. Nataka nikupe picha kwenye maandiko. Ukisoma wana Israeli, wametembea miaka arobaini jangwani, zile nguo zilikuwa pamoja nao. Hivi unaelewa maana kukua? Yaani nguo haiishi, haifubai, yachoki, ni kama inahuisha kila siku. Asante. Na ndio Yani umesema ume, ume exactly na kinachotokea, okay. Ina maana ile ule, nguvu ya Mungu, ile nishati ya Mungu mm. Ule tunavyosema uzima wa milele, ule uzima ambao unafanya vitu visifubae, visiharibike, inaingia paka kwenye nguo yako jirani yake alikuwa ni mtu ambaye ana ushirikina tena, alikuwa ametumwa mm -hmm. kwa lengo la kuimaliza ile familia ya mtumishi Saan. Na kilichotokea sasa, yani ile roho ilikuja kama mdada wa kazi ili ifanye vitu vyake, mwisho siku iweze kumpata mtumishi Saan. Lakini kilichokuja kutokea kwa sababu ya nguvu ya mtumishi wa Mungu ndio kile chumba cha watoto wa kazi ambacho alikuwa analala kilikuwa hmm. ni ukuta mmoja na chumba cha mchungaji upande ule. Dada mwenye nyumba hawezi kulala, ukuta unalalaje? Chifu unalalaje na ile power iliyopo upande wa pili? Nikasema okay, akasema nguvu za Mungu, hata kwenye ukuta hata kila kitu kinachokuhusu kinaathirika, kwa maana kuambia mtumishi. Kwa wale ambao wakupata Rhapsody ya jana, wakasome vyombo vya <laughs> haki Mm -hmm. Biblia inaonyesha Bwana alikwenda na wale mitume watatu kwenye ule mlima kwenye maombi kama kawaida. Sawa? mm -hmm. aliwaacha wale wengine tisa akaenda na wale kumi wale watatu mm -hmm. alipofika nao pale akaanza kuomba, Biblia inasema akabadilika, mavazi yake, sura yake ikang'aa kama jua, mavazi yanametameta kama theluji mm -hmm. eh? kama nyota. Wale jamaa walimuona mm -hmm. macho yao yalifunguliwa kuona. Kwa hiyo maana haikuwa ina ikuwa one, one off yani, sio kitu cha mara moja basi. mm -hmm. Ni mara moja kwao, sababu ndo walipata fursa ya kuona mm -hmm. lakini ilikuwa ni jambo la kawaida kwake, kwamba anavyoomba ule utukufu ulioko ndani ya roho yake unaonekana mpaka nje. Yani unavyonena kwa lugha leo, unavyoomba Bwana eh, angefunga macho yako kuona roho yako utaona de, kama vile yani ni kama vile unazalisha moto yani ungeita au eh, kama vile una charge kwa ile power, ni kama vile inazalishwa ndani inaanza kukua ukiendelea zaidi inaanza kuflow mpaka kwenye nafsi yako, kwenye mwili wako. Ndio maana wakati mwingine unaweza kunena kwa lugha, unashake mwili kawaida, mzima ulianza kabisa, yani hata kukaa, unasimama unyosha mikono juu, nini the power is flowing big time. Asasa mdumishisomo na siku yingine, ukielewa kwamba unayo unayoipawa ndani yako, unaweza ukaidirect ukaielekeza iende sehemu fulani. Yaani wakati ule unanena kwa lugha, akili yako na mawazo yako unainyoosha, ielekee ndo kwenye ukuta, ndo kwenye nyumba, ndo kwenye biashara, ndo kwenye kazi, ndo kwenye... <laughs>